And I want to thank our elders who made commitment on behalf of the pastoral counties and many other counties where people shed blood every day. We want to turn that into donating blood. If you have to do something with your blood, you're better off if you donate to save another life. Tunaenda kuchukua damu hata siku hizi unapata Wasamburu wengine hapa, sio Samburu 100% wamewekwa damu yenye hatujui mahali imetoka. Una pesa ya kulipa mwaka kwanza? Kama wewe ni mfugaji, unasikiza vizuri wewe, Samburu, Pokot, Somali, iwa watu wa ng'ombe na mbuzi, ukiuza mbuzi moja unaweza kulipa SHA mwaka moja na kama uko na bibi nne, bibi nne yako yote inakubaliwa. NHIF ilikuwa inakubali bibi moja wafugaji, mimi najua mko na mambo mengi. Ili bibi yako akienda kujifungua anaingia hospitali hata kama ni cesarean, SHA inalipa. Hii SHA, watu wanasema hii SHA ni mbaya, SHA is not working. Samburu, ndugu zangu, the highest registered county katika Kenya hii ni Mombasa. The next highest registered ni Nyeri county. Kama shaa ni mbaya, kwa nini wamunyora wa ziseme huko Nyeri ni mbaya? Ikiangalia ile system ambayo imetengenezwa na kijana wenyu, kuna hospitali ambazo ziko tayari kuwatibu. Kienda Baragoi sub county shaa iko jisajili. Kwa shaa tunakungoja, upate manufaa ya afya.